Mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr John Magufuli amesema endapo atachaguliwa atashughulikia ukamilishwaji wa mradi mkubwa wa maji katika jiji la Dar es Salaam na kumaliza kero hiyo. Kwenye mkutano wake wa jimbo la Temeke, Dr Magufuli amesema kesi iliyopo mahakamani inachelewesha mradi huo kukamilika, lakini akasema kuchelewa kutolewa kwa uamuzi wa kesi hiyo kunasababisha wananchi kupoteza maisha kwa kunywa maji machafu. Mwandishi wetu James Urange anaambatana na mgombea huyo na ifuatayo ni taarifa yake. Mapokezi makubwa ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuanzia jimbo la Kigamboni, Mbagala, Temeke, Ubungo mpaka Kinondoni. Dokta Magufuli anafika Ubungo, kituo cha mabasi, anakabiliana na vijana wa CHADEMA. Hata na ni isha Dr. Magufuli anaingia kazini kwa mara ya kwanza tangia aanze kampeni zake. Dr. Magufuli anaapa kwa Mungu kumaliza tatizo linalokwamisha wananchi zaidi wa wa ya milioni tano wa jiji la Dar es Salaam kukosa maji safi na salama. Unajua, mambo mengine tunawatesa Watanzania kwa sababu ya makusudi ya mtu kuna mmoja tajiri mmoja alijenga nyumba yake kwenye mahali panapopita maji. Ana pesa sawa, ana pesa, amepeleka mahakamani serikali kesi, nayo mahakama hawataki kuamua, wananchi huku wanaendelea kufa. Haki ya Mungu, ngoja niwe rais mimi baada ya hapo Dr. Magufuli anawataka wakazi wa jiji la Dar es Salaam kumchagua yeye. Wengine watakuja watawambia, mi, mkinichagua huwa na maamuzi magumu. Sasa ukishakuwa na maamuzi magumu ya nini magumu? Jambazi ana maamuzi magumu, mwizi ana maamuzi magumu, fisadi ana maamuzi magumu. Mimi nina maamuzi makini kwa ajili ya Watanzania wote kuwaendeleza watanzania kwa ajili ya maslahi yao. Maamuzi makini ndiyo yametuwezesha kujenga daraja la aina yake. Hakuna mtu alitegemea siku moja Kigamboni patakuwa na daraja. Dr. Asha Rose Migiro na jaji Joseph Warioba wanatumia mkutano wa Kinondoni Biafra kumpigia kampeni Dr. Magufuli. kweli anatuheshimu, tumpe kura za kishindo. Wabunge wetu, madiwani wetu wote watokane na Chama cha Mapinduzi ili mheshimiwa Magufuli apate fursa ya kuijenga Tanzania mpya CCM